Asalamu alaykum, na karibu katika udukuza vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 27 ya mwezi wa 12 mwaka 2025. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumamosi, ni kualike kuna kudukuza vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania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 Gazeti Habari Leo, habari liyopewa kipaumbele ni mageuzi makubwa ya kiutendaji polisi. Samia aagiza liwe jeshi la huduma, si la nguvu. Simba Chaweni ataka amani, upendo ulindwe, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Tanzania vunja rekodi utalii 2025. hospitali ya Temeke kuchunguzwa kiutendaji, habari katika ukurasa wa nne. Mke wa mchungaji ajinyonga siku moja kabla Krismasi, habari katika ukurasa wa tatu. Wazee wasema Rais Samia anatosha habari katika ukurasa wa pili. Mwinyi, wa wa pili mwenye amani neema kubwa ya taifa habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili, wa wa pili lakini pia gazeti Habari hilo limeandika nyumba mia moja za kumbwa na mafuriko Tabora, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari liopewa kipaumbele a Jumamosi leo ni utata ajali liyoua watano Krismasi. Ilitokea alfajiri Disemba 25 wilaya ya Handeni. Waliofariki dunia walikuwa wanawahi kusherekea siku kuu Moshi, idadi tofauti ya tajwa habari katika ukurasa ni wa gazeti hili. Nukuu katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni ya Almachus mchunguzi ikisema, uchunguzi wa awali unaonyesha chanzo cha ajali ni uzembe wa dereva wa Toyota RunX aliyefanya jaribio la kuyapita magari mengine katika eneo lisiloruhusiwa bila kuchukua tahadhari. Mwananchi limeandika tiketi za kielektroniki mfupa mgumu kwenye mabasi Dar es salaam, lijewepo a mifumo ya kisasa tiketi za elektroniki na masharti ya kisheria yanayosimamia usafiri wa mabasi ya masafa marefu. Changamoto katika utekelezaji wa sheria hizo imeendelea kuchochea ulanguzi wa tiketi hususan katika vipindi vya undani wa taarifa hii katika ukurasa wa nane. Wataalamu wamweleza Mwigulu sababu jenzi chini ya viwango habari katika ukurasa wa tano. Shambulizi la Marekani nchini Nigeria mjadala habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na sita wa gazeti hili Mwananchi limeandika angalizo ugawaji wa vizimba soko la Kariakoo habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi. Nalo gazeti ni pasha mwongo wa jamii lenyewe katika ukurasa wake wa mbele limeandika mabadiliko jeshi la polisi yaibua mazito, ni kuhusu agizo la Rais kwa polisi kurudisha uhusiano na wananchi, wasishangilie polisi akipata tatizo, kurejea mafunzo wanayopewa yasiyo ya kupambana na raia, mapendekezo ya haki jinai kipaumbele. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili, Nduku ya Frugens Masawi ikisema changamoto kwa jeshi la polisi ni namna linavyotumia mamlaka yake, ukamataji, utesaji na watu kutoweka na huenda hata style yao ya ukamataji imesababisha hata wahalifu kuitumia kutekeleza uhalifu. ndani wa taarifa hii, katika ukurasa wa pili, paroko alaani wanaoshindanisha vijana wa vijijini kunywa pombe. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa saba wa gazeti hili. Ajali za chama jonzi kwenye familia elfu mbili na ishirini na tano habari katika ukurasa wa tatu, watu 37 wamefariki dunia wengine 29 kujeruhiwa katika ajali iliyotokea eneo la Sabasaba, kata ya Same wilayani Same mkoani Kilimanjaro Juni 28 mwaka huu. Gazeti hili limeandika adhabu wanaochepuka inavyoacha mateso vifo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tano. Maisha ya mapenzi na ndoa katika jamii ya kabila la Wahadzabe licha tu ya kuwa darasa kubwa kwa Watanzania ni zao jipya la utalii linaloweza kuishangaza dunia kwa namna utamaduni wao ulivyorejea mafunzo. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa ni katika ukurasa wa tano. Mbenu kuliponya taifa za pendekezwa. Uchaguzi ni nguzo muhimu ya demokrasia katika nchi nyingi duniani, ambapo wananchi hupata fursa ya kuchagua viongozi watakaowaongoza kwa kipindi fulani. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nne. Mtoto akatwa vidole vitatu, Gilaiwa wizi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 15 gazeti hile, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe, mwanga wa jamii kila siku uh. Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori, watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikuwa kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujaliwa. Foti Johana Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ya ubunifu, ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose Nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka mmoja hadi miaka mitano. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Gazeti Uhuru, ukweli daima, nalo mikononi mwangu leo limeandika Rais Samia kusoka upya jeshi la polisi, ni maelekezo waliompa waziri Simba Chawene. Lengo ni kutoka police force kwenda police service, habari imeandikwa kwenye ukurasa 3. Askofu Malasusa ataka amani isichezewe, habari katika ukurasa sita. Fyekeo la Dr. Mwiguru Temesa la waibu wadau, habari katika ukurasa 2. Dr. Gwajima aonye watu wazima hovyo mitandaoni, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Vijana nchini wapewa mchongo kwa kujikwamua kiuchumi. Zulfa Msomali, msanii chipukizi mwenye ndoto lukuki, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima Jumamosi ya leo. Tulitazame sasa gazeti Zanzibar leo kwa kweli na wazi lenye limeandika Dk. Mwinyi, tuendelee kudumisha amani, habari katika ukurasa wa pili. Dr. Samia kulifumua jeshi la polisi habari katika ukurasa wa tano. Dr. Samia atoa zawadi kwa waumini wa Kikristo habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu. Masud agiza uhifadhi nyaraka visima vya mafuta habari katika ukurasa wa pili. Shambulio la kujitoa muhanga la waumini msikitini Nigeria habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tisa. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar leo kwa ukweli na uwazi nalogazeti mwana habari lenyewe katika ukurasa wake mbele limeandika maagizo ya rais Dr. Samia kugusa jeshi la polisi nchini. Waziri Simba Simbachawene aweka wazi maelekezo aliyoagizwa na Raisi Dr. Samia, asema yanaenda kugusa jeshi hilo nchini, asisitiza na mabadiliko makubwa ili kuboresha utendaji kazi wa jeshi hilo kuweza kurejesha mahusiano mazuri na wananchi, habari katika ukurasa wa pili walikwenda Christmas vijijini washauriwa kuongeza mzunguko wa fedha kwa kununua bidhaa huko. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Habari picha inaonyesha Profesa Riziki Shemdoe mke wa mchungaji jinyonga siku moja kabla Christmas mkoani Rukwa. Habari katika ukurasa wa pili, hospitali ya Temeke kufanyiwa uchunguzi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 mchezo utapigwa hii leo saa 2 na dakika 30 usiku hii ni mechi ya 23 timu hizi kukutana tangu mwaka elfu mbili na saba Stars katika fainali tatu za Afcon ilizocheza haijawahi kupata ushindi toleo maalum la Afcon 2025 na, na, na mapinduzi Cup ndani Mwanaspoti limeandika msimamo wa kundi C lenye timu za Tunisia mwenye alama tatu, Nigeria mwenye alama tatu, Tanzania alama sifuri pamoja na Uganda alama sifuri. Mchezo mwingine ni Nigeria dhidi ya Tunisia saa tano usiku, lakini kundi D lina timu za Senegal mwenye alama tatu, DR Congo mwenye alama tatu, Benin alama sifuri, Botswana alama sifuri. Leo Jumamosi ni Senegal dhidi ya DR Congo mchezo utapigwa saa 12 jioni. Gazeti hili limeandika Simba yaanza na beki Msou. Beki huyo wa kushoto amewahi kufanya kazi na kocha Becker, undani wa taarifa hini katika ukurasa wa pili. Leo Jumamosi Premier League ni Nottingham dhidi ya Manchester City, mchezo utapigwa saa 9 alasiri. Arsenal dhidi ya Brighton, mchezo utapigwa saa 12 jioni. Burnley dhidi ya Everton, mchezo utapigwa saa 12 jioni. tafm Liverpool 30 usiku. Lakini pia gazeti hilo limeandika Afcon, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Magazeti ya habari, habari za michezo na burudani. Habari Leo lenyewe katika ukurasa wake nyuma limeandika stars yapania kuizima Uganda, Asfa yapigwa rongo, yanga ya yachekelea, habari katika kurasa za ndani. Angola, Zimbabwe, hakuna mbabe, habari katika kurasa za ndani. timu yanyika kuondoka Januari 7, habari katika ukurasa wa 23, ratiba Afcon 2025 ni Benin dhidi ya Botswana saa 9 na dakika 30 alasiri, Senegal dhidi ya Kongo saa 12 jioni, Uganda dhidi ya Tanzania saa 2 na dakika 30 usiku, Nigeria dhidi ya Tunisia mchezo ravigo saa tano usiku, na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Habari Leo. Tumalize kwa kulitazama gazeti Nipashe, mwanga wa jamii, ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo na burudani, limeandika Stars kuandika rekodi ya Afcon. Gamundi ahidi ushindi leo akisema ni dabi ya Sekafa uarabuni waganda wakiri mechi ngumu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa ishirini na tatu. Simba yanga macho kombe la Mapinduzi, habari katika ukurasa wa ishirini na tatu. Amorim afunguka maino ni lazima, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa ishirini na moja. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Gazeti hili linakabilisha udukuzi kutoka hapa, Toka zamani TV.